Na ufahamu ulanzi, kinywaji maarufu kwa wananchi wa mikoa ya nyanda za juu kusini, wakiwemo wahehe au wanyalukolo kutoka mkoa wa Iringa, ambacho hulimwa shambani. Ulanzi unatokana na mimea aina ya mianzi na maji yake yenye sukari ya asili ndiyo haswa kinywaji chenyewe. Utafiti wa kisayansi uliofanywa na wataalamu kutoka chuo kishiriki cha elimu Mkwawa umekuja kubadilisha matumizi ya ulanzi na kuwa nishati mbadala. Tukaona tu tunaweza kutumia hiki kinywaji kwa sababu hata kikigemwa, eh, kinalipika ndani ya muda mfupi na kutoka humu tumetengeneza, eh, tumetengeneza nishati mbadala ambayo ni fuel grade inatoka asilimia 80 mpaka asilimia 90 na mbili, lakini tumetengeneza na hiyo fuel grade. Unaona ndo naiona una, una hapa hapa ni kwa ajili ya ku demonstrate tumeweka kwenye kibatari na inawaka muda mrefu. Ni utafiti ulioumizwa vichwa vya wataalamu katika kipindi cha miaka mitatu uliofanyika katika maabara zao ambao ndio umekuja na matokeo ya uzalishaji wa gesi ya baithano inayopitia hatua kwa hatua e, kwa wenzetu tayari wameshaanza kutumia, wana injini za magari ambazo zinatumia mchanganyiko wa petroli kidogo na baithano kidogo lakini tayari nchi nyingine kama Brazili wana e, magari ambayo tayari saa hizi yanatumia either gesi au baisano kama hii. Haikuwa rahisi kwa wengi kuamini kama ulanzi unaweza kuwa nishati mbadala, lakini ndiyo hali halisi kwa sasa. Ndipo hapa tukaanza kuwaza na kuwaza, tufanye nini? Kwa hiyo kitu cha kwanza kikaja kwamba, je, tunaweza tukaiongezea thamani? Ndipo ambapo tumefika katika kuiongezea thamani na kama ambavyo unaona, tuna bidhaa nyingi sana ambavyo zimepatikana kutokana na huu ulanzi. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi, ni kulala na kuwaza. Nishati ya gesi inayotokana na ulanzi huenda ikachukua nafasi ya kimiminika maalum kwa kitaalamu surgical spirit, ambacho kinaagizwa nje ya nchi kwa gharama kubwa kwa ajili ya kusafishia vifaa hospitalini. Kwanza tunaweza kutengeneza ya kutosha shule zetu zote za sekondari lakini pia tunaweza kutengeneza ya kutosha mahospitali yetu yote, badala ya kuwa unaenda kila siku unaua ili kuja kuwafundisha vijana. Ukiua mara moja, unakuja unakitunza, wanaendelea kukitumia miaka na miaka bila kuharibika. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Mkwawa wanaenda kwenye biashara kwamba hiki e, kitu kinazalishwa e, kinaenda kuuzwa. Utafiti huu endapo utatiliwa mkazo huenda ukaleta mwarubaini wa tatizo la kupanda kwa bei za mafuta ya diesel na petroli. Muhammad Nyeulengo, Azam News, Iringa.